Tunasema utafute mwanaume ambaye alinajisi mtoto wa miaka tisa ambaye amelazwa Kenyatta National Hospital leo, amtafute ampate, aweze kuwekwa korokoroni. Mkiona hizo picha mtalia. Nimezionyesha huyu chairperson wetu pamoja na hao wamama wote, wamelia hawataki kuangalia hizo picha, mtoto ameharibiwa kabisa. Na mwanaume na ni mtoto wa miaka tisa na anatoka pale cha Nyasa location ikuza. Huyo mwanaume lazima anajulikana, na msikubali kuficha mhalifu, apeanwe, asiweze kufanyia mtoto mwingine hivyo. Hiyo ni jambo ya huzuni sana, na tunasema no to GBV. Stop GBV. Kwa hivyo hiyo ndio kampeni tunafanya sisi kama wa mama, wa mama viongozi kwa sababu kwa muda mrefu wasichana wetu wameumia, wamama wameumizwa, na ndio tunasema wazee wetu, tafadhali tuishi kwa amani, kwa sababu bila amani kwa boma hakuna maendeleo ya GBV. Wanawake wazazi, wa keti chini na watoto wachanga changa, tukawafundishe ili wasilaniwe na wasipate mafunzo kutoka nje, pia maneno ya sha zamani wale watu walikuwa na kupata ma, matibabu ya bure ni wale watu walikuwa na kazi, lakini leo president wetu amesema hakuna, kila mtu lazima la awe na usawa. Wewe uko na kazi ama una kazi, utalipiwa bima ya hospitali.